those that are behind us and pass on a good baton by being the conscience of society because that is the work that the Lord has bestowed on the church. Sisi kama wanasiasa bishop, mara kwa mara tutasemezana tuta, mimi na Aladwa tutasema maneno mingine mabaya mengine mazuri, lakini tunawaangalia nyinyi kama viongozi wa makanisa ili mtushauri, mtuelekeze vizuri lakini mkiingia ukingoni wa siasa, hata watoto ambao tunafaa kuwaelekeza hawatojua tofauti ya mwanasiasa na kiongozi wa kanisa. Viongozi wa kanisa wakiingia siasani, na kama mnasema viongozi wa kisiasa ni waongo, halafu viongozi wa kanisa waingie siasani, sisi wote tutakuwa sawa, si ndio? Kwa hivyo ningeomba tuendelee kufanya kazi pamoja tushauriane na tusaidiane hata kwa kuwaelimisha Wakenya kwa mambo hasa ambayo ya wanafaidi wa Kenya, kama hiyo Bishop imeongelea ya Universal Health Coverage ya Taifa Care ama Social Health Insurance Fund, ambayo manufaa makubwa ni kwa mwananchi wa kawaida. Pia nimesikiza hapa kwa matangazo mko na

La mwisho si kukosa kusoma bishop, na unikubalia, sababu mimi ni wa kanisa ingine. So wakati niliingia hapa, nilijaribu kusoma, niona ile mambo mnafanya, nikaona pia you are a very musical church, very musical and your praise and worship is indeed very powerful, and you are living true to the words that were read for us in Ephesians 6:1 to 4.

Asanteni sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Thank you very much.